Tumeamua kutembelea vituo viwili vya watoto yatima, kituo cha kulea watoto cha Hisani na Yatima Foundation. Tumeamua kutembea siku ya leo kwa lengo zima la kuleta eh, zawadi kwa watoto wenye uhitaji maalum. Tumewaletea vyakula, tumewaletea mashuka, tumewaletea na mahitaji yao waliokuwa wamewaelezea. Mamlaka ya Mapato imependa kuwatembelea na kuleta zawadi hizi kurudisha fadhila kwa shughuli tunayoifanya na mafanikio tunayoyapata katika kusanya kodi za kodi za mapato, tukasema leo tulete katika jamii hii ili nao washiriki mafanikio tunayoyapata. Kule tumekuwa tukikusanya na kuvuka malengo kwa muda wote toka tumeanza mwaka wa fedha wa mwezi wa saba. Mapato ni kushiriki shughuli za kijamii kutokana na mafanikio ya kazi zetu za kila siku na wanajamii wajisikie wao ni sehemu ya mafanikio yetu. Siku hii ya leo tumebahatika kuwaletea chakula kwa ajili ya sikukuu ya Idi, ambayo ni mafuta ndoo kumi, sabuni katoni kumi, juisi katoni kumi na tano sukari za mifuko ishirini na tano ishirini na tano mifuko kumi, a, tambi katoni tano, ngano za kilo 25, 25 mifuko miwili maharage kilo 100 mchele kilo 200 mashuka kwa ajili ya vijana wetu mashuka 100 na kumi. hii ni kuendeleza mapenzi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan ambaye anapenda kuwatembelea watu wenye uhitaji wa kuwasaidia, na sisi tumechukua mwenendo huo huo, tukasema tuwaletee vitu vyote tulivyovitaja kwa lengo hilo hilo la kuimarisha mahusiano kama alivyoanzisha mheshimiwa rais yetu. Kwa hivyo kamishina mkuu wa mamlaka ya mapato akasema mkoa wa Mwanza, tafuteni vituo mwapelekee hivi vitu, watoto wenye uhitaji. Na sisi tunasema vitu hivi kama alivyotutuma, tumevifikisha. Tunaomba mvipokee. Furaha kubwa sana kutokana na sadaka ambayo tumeipata kwa niaba ya watoto wetu hawa, sadaka ambayo imekuwa ni inafuta na kuondoa kinyongo katika mioyo ya watoto wetu, kwa sababu tuko katika mfungo wa Ramadhani na usoni tuna sikukuu Eid. Kwa kweli vijana wamefurahi sana na wameshukuru kiasi kikubwa sana, na tunaomba sadaka kama hii kwa wadau wote ambao wataguswa na hawa watoto basi wangefika hapa kuwaona hawa watoto, kuwashika mkono kwa lolote lile. Tunapokea sadaka ya aina yoyote ile, ikawa ni vitabu, ikawa ni madaftari, ikawa ni kalamu, ikawa ni nguo, kuwasaidia hawa watoto. Hisani kupitia ustawi wa jamii tunaletewa watoto wenye changamoto tofauti tofauti, na watoto wenye umri tofauti. Kuna watoto ambao letwa na kuishi makaoni kwa muda mfupi lakini pia kuna watoto ambao hukaa makaoni muda mrefu kutokana na utofauti wa changamoto zao. Hisani kwa sasa tunao watoto mia na mbili ambao wanaishi na kulelewa katika makao yetu. Kati ya hao watoto 68 ni watoto wa kiume na watoto 34 ni watoto wa kike. fanya kazi ya kulea watoto kwa kushirikiana na serikali kwa kupitia idara ya ustawi wa jamii ambao ndio wenye jukumu la kuwatambua na kuwaleta watoto kwenye makao ambao wanazo sifa za kuishi makaoni. Nawashukuru sana kwa sadaka yenu mliotuletea na kwa kuwa mmeguswa na watoto wanaolelewa hapa na na walimu wetu hapa Islamic tunawashukuru sana, na mwe na mwe wa kutoa kila siku tunawaambia, kwa Mungu awazidishie palipokuu. Tunashukuru kwa sadaka zenu mliotuletea na, na, na tunaomba Mungu awajalie moyo wa hivyo hivyo na awajalie kupata vingi zaidi ya hivi. Ilman <tune> nafia